Amefanikiwa kuwapofusha watu yaani, watu wote wanaokuzunguka hata walokole wenzako wanaomcha Mungu wameshapewa concept, namna ya kuwaza kwamba mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu anayemcha Bwana, mlokole safi, sio yule mwenye mapesa mengi, mwenye magari mengi mazuri, ni yule ambaye unamwona yani ametulia, amekonda kidogo kwa sababu ya kufunga. Tufunge kwa sababu tunamtafuta Bwana, tusifunge kwa sababu tumekosa chakula. Kuna baraka ya chakula kwenye Bibilia, nitakubariki wewe na chakula chako. Ina maana ni mapenzi ya Mungu watu wale. Ndiyo maana hata mbinguni watu wanakula. Kama huna taarifa, mbinguni kuna kula. Unakumbuka Bwana Yesu kwenye ile meza ya Bwana alipokuwa duniani, aka, aka, anataka kufa, ni kama an, an, anauawa kesho, akawaita wanafunzi wao ale pamoja nao, akawaambia naomba mkaandae Pasaka. Pasaka maana yake ni kula. Wakaenda wakaandaa meza, bibi inasema akachukua, akachukua kikombe akanywa, akachukua mkate akaumega akawapa, akawaambia hamtakula pamoja nanyi mpaka tutakapokula pamoja nanyi tena katika ufalme wa Baba yangu. Ina maana akawaambia, bwana, ndugu zangu, tumekuwa tukila kula, kula hapa Mnakumbuka jangwani iliwapa chakula mkala? Mnakumbuka kwa Simoni mkoma tulikula? Mnakumbuka kwa yule, kwa yule bwana mfupi Zakeo tukala? Lakini leo ni mara ya mwisho, nitakufa kesho, hatutakula tena, hatutakunywa tena, tutakwenda tukale mbinguni. Wewe mpaka mbinguni kuna kula? Alafu unajidai unasema, hata kama ni kila dagaa tu chukuchuku, ili mradi nakwenda mbinguni. Hapana, hata kama nisipokula, hapana liko tatizo Tumelogwa na elimu ya kikristo tuliopewa. Unajua mchawi sio lazima aluke na ungo. Mchawi anaweza kukupa elimu, elimu ya kuona kwamba hutakii kuwa na mali. Unajua, unajua watu wengi hawafahamu shetani ni mungu wa dunia hii. Shetani ni mungu wa dunia hii, wa Korinto wa pili sura ya nne na mstari wa nne ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini wa Mungu wa dunia hii ana uwezo wa kupofusha fikra. Fikra, hili neno fikra kwenye translation sahihi halijaitwa thinking au thoughts, no, sema the god of this age has blinded their mind. Limetumiwa neno mind, mind mind maana yake Kiswahili ni nia, ni sehemu kwenye nafsi ya mtu ambayo ndiyo fakat of thoughts, fakat of creativity, fakat of decision making, ndiyo idara ya uumbaji, ndiyo idara ya maamuzi, kwamba niwe tajiri au niwe maskini, nijenge nyumba au nisijenge nyumba, niolewe au nisiolewe, nilale au nisilale, iko ndani ya nia. Sasa Mungu wa dunia hii, kazi yake anatia upofu, anapofusha nia kule. Kutaka uwe tajiri unakuwa kipofu, unabaki tu, unawaza tu kama mimi, bwana hamna neno, namwamini Mungu hamna neno, lakini umepofushwa nia. Ujue shetani ni mungu wa dunia hii, ana control dunia. Shetani ana control dunia, amefanikiwa kuwajaza watu wa dunia maneno kwamba kwa kadiri unavyozidi kuwa maskini na mnyenyekevu na kutembea umeinama ni mcha Mungu zaidi. Wacha Mungu wawe hawa wenye helikopta hawa, wacha Mungu wawe hawa wenye magari makubwa makubwa hawa, wacha Mungu wawe hawa wenye ndege. Sasa dunia imejazwa namna hiyo. Sasa ukijaribu wewe kutoka mle ndani, wanawaza huyu huyu kapotoka huyu. Tunatakiwa kutoka nje ya fikra hizo, fikra hizo si za Bwana. Ile namna ya kufikiria hiyo hiyo ndio ndiyo, ndiyo si elimu ya Mungu. Ndiyo maana Mtume Paulo akasema kwenye Wakorinto wa pili sura ya kumi kuanzia mstari wa nne, ingawa tunaenenda katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu zinauweza katika Mungu, hata kuangusha ngome na kuangusha kila elimu inayojinua, kuangusha kila fikra inayojinua juu ya elimu ya Mungu. Ina maana kuna kitu kinaitwa elimu ya Mungu, elimu ya mambo ya Mungu kwenye utajiri, elimu ya mambo ya Mungu kwenye ustawi, elimu ya mambo ya Mungu kwenye uponyaji, elimu ya mambo ya Mungu kwenye taifa. Kuna fikra ambayo siku zote inajiinua kinyume na elimu ya Mungu. Sasa silaha zetu ni kuiangusha hiyo elimu chini kwa jina la Yesu, silaha zetu ni kuidondosha hiyo elimu inayosema yawapasa kuwa maskini mwingie kwenye ufalme wa Bwana Iangushwe leo kwa jina la Yesu. Iangushwe Tanzania kwa jina la Yesu. Iangushwe bungeni kwa jina la Yesu. Iangushwe Ikuru kwa jina la Yesu. Iangushwe mahakamani kwa jina la Yesu. Iangushwe makanisani, iangushwe msikitini, iangushwe nyumba kwa nyumba. Ile elimu inayojiinua kinyume na elimu ya Bwana, ninaiangusha kwa jina la Yesu. Na watu waseme amen. Yohana walako wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari wa 19. Hebu angalia neno hili, twajua ya kwamba sisi tu wa Mungu na dunia yote pia hukaa chini ya yule movu. Narudia tena, the English Bible declares it says, I know that we are the children of God but the whole world is under the control of the evil one na jua ya kwamba sisi tu watu wa Mungu lakini dunia yote inakaa chini ya udhibiti wa yule mwovu. Hebu sema, dunia yote inakaa chini ya udhibiti wa Shetani. Shetani anaidhibiti dunia. Kuna watu mle ndani ambao wameambiwa wao ni chumvi ya ulimwengu, anawadhibiti wasifanye dunia ikawa nzuri. Kuna watu mle ndani wameambiwa wao ni nuru ya ulimwengu anawadhibiti ili wasije wakatoka pale. Kuna watu ambao wameambiwa wao ni tawi ndani ya mzabibu, anawadhibiti wasije wakatoka pale. Kuna watu ambao wameambiwa ni watu wa njia ile, njia ya utajiri, njia ya mali, njia ya utawala, njia ya amani, njia ya ushindi, anawadhibiti wasitoke mle. Lakini Biblia inasema saa yaja na saa ipo, nitawapa mchungaji ajuaye maarifa Atawahamisha watu wangu kutoka makongwa yashiyao shingoni mwao, atawaingiza katika hazina waliowekewa na Mungu wao. Saa ipo na saa yaja, tutahama mahala tulipo. Utasikia shangwe Tanzania, kwamba waliookolewa wamefanikiwa tena, waliokolewa wamestawi tena, wamemiliki magari, wamemiliki majumba, wamemiliki utawala, na hii ni saa ya ufufuo na uzima duniani. Haleluya! Yes. Lazima tuondoke pale. Sasa hebu nisikie. The Bible says the whole world is under the control of the evil one. What does it mean to control something? Kukikontrol, Kuki kitu maana yake ni nini? Kukontrol kitu maana yake unapokuwa unaendesha gari, unaikontrol gari. Unaweza kuamua iongeze kasi sana au unaweza kuamua ipunguze kasi. Unaweza kuamua ikate kushoto au ikate kulia. Unaweza kuamua irudi reverse, au, au kuikontrol kui. Dunia inaposema dunia yote iko chini ya control ya shetani, maana yake shetani anaireguleti dunia, anaangalia huyu ni nani, hata awe tajiri, na akiwa tajiri atanifanya nini? anaangalia huyu, akiwa tajiri atatoa kafara. Huyu akiwa tajiri atakuwa na uwezo wa kupeleka hela kwa waganga. Huyu akiwa tajiri atalewa. Huyu akiwa tajiri atatoa sadaka kwa mashetani. Mpeni utajiri anaangaliwa mtu mwingine, huyu akiwa tajiri atakuwaje? Huyu akiwa tajiri, huyu kazi yake ni kuiba, kazi yake ni kuwa rais mbovu, kazi yake ni kuwa mbunge mbaya, waziri mbaya, tajiri mbaya, mpeni huyu. Baadaye shetani anaangalia na huyu binti, akiwa tajiri atakuwaje? Huyu akiwa tajiri, kwanza atatoa sadaka kanisani. Cha pili, akiwa tajiri atasaidia watumishi wa Mungu. Cha tatu, huyu akiwa tajiri ataanza kufinance watu wanaoumia duniani. Shetani anasema msimpe huyo, Mnyimeni utajiri huyo. Bibilia inasema umemeza mali naye Bwana atayatapisha, atayatoa tumboni mwako. Ndiyo maana ya ile Isaya arobaini na tano mstari wa tatu Mungu anasema sasa, nitakupa hazina za gizani na mali iliyofichwa mahala pasiri. Hazina za gizani, maana yake ni nini? Huyu shetani ameidhibiti hii mali, ameiweka ndani ya giza, imekuwa yake, ameimiliki kwa kuiba, lakini dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Sisi tunaamua kumwendea sasa. Kwa jina la Bwana, ewe shetani, umetujia kwa uganga na uchawi na wizi na ujambazi na dhuluma na kuaibia watu, umechukua mali za watu wa Mungu, lakini sisi tunakujia kwa jina la Bwana wa majeshi, tunaamuru rudisha mali, rudisha fedha, rudisha utajiri, rudisha